Nikabia kukaa na shemeji yangu pale kwenye kiwambaza pale. Mmekaa mnaanza kupiga piga mbiambia wewe nusu stoli stoli tena ndio kwa na adabu. Nachekacheka nikipita pale nachekacheka. Maana yake ni nini? Sasa kaka, wewe ndio unachosha kitu kimoja. Sisi sote hapa ni majirani. Kwa hiyo nataka niweke mate mdomoni nishindwe kusalimana na majirani zangu kweli. Eh? Ah, hiyo haiko sawa. Haiko sawa. Sasa tunakumbuka kuna mkataba kuliandikwa kwenye mkataba nyumba nilipokuja kwa mimi ukiandikwa kitu gani? Sasa wewe mkataba ulinipa, wewe wali mzee mzee mwenye nyumba. Hata kama, haijalishi. Hivyo naifanya uko vizuri ya. Hawa kuna kitu kimejificha ndani yake, unamua kulipita na hili kwa. Unasemaje? Na hili tunazungumza tukua kama na ume ya Nizili ya Washa nelewa. Na ndio maana sitataka kuzungumza na wewe huko. Nimekuvizia hapa, nimekusubiri hapa, nizungumze na wewe yaani, ukiona kitu kizuri kimevaa vizuri, kimependeza uwe, kimegharamiwa. Si utafuta kwa kwa kwa na kasa kutulia macho kila wakati akienda chuo na tulia macho akienda kuna tulia macho. Na nimekuwa mkoona muda mrefu. Hata sisi tuko vizuri. Tena tuko vizuri la kuhudumia mwanamke. Wewe nishikilie wewe. Uh, mhm. -huh. Mm nishikilie. Ndio maana niko na hisi tu. Yule sisi shemeji hapo. Ta kama kuna ubaya gani? Waona ifanya kidume. Kwamba Mr. Lava Lava. Ndio. Utakuja kutimua hapa kuchana kupi?